kuboresha miundombinu ya maji katika maeneo ya Mji Mkongwe, Kilimani na Kiembe Samaki, kujenga nyumba za makazi katika maeneo tisa ndani ya mkoa wa Mjini, pamoja na ujenzi wa nyumba za wageni za kisasa katika maeneo ya Bwefum, pamoja na kufanya maboresho makubwa ya nyumba za makazi katika maeneo ya Kilimani na Michenzani, kuimarisha mfumo wa ulinzi shirikishi kwa kuwa masheha watakuwa na sehemu rasmi za kufanya kazi na kuripoti matukio kutoa fursa kwa wananchi wa kipato cha chini na cha kati kupata makazi bora kwa gharama nafuu, kuvutia wawekezaji na wataalamu wa kigeni, hivyo kuongeza mapato ya serikali na kuchochea sekta ya utalii na biashara, kuboresha mazingira ya kuishi na usalama wa wakazi wa nyumba hizo ambao wengi wao ni wananchi wa hali ya chini. Upatikanaji wa maji safi na salama utasaidia kupunguza magonjwa ya mlipuko yanayosababishwa na maji yasiyo salama. Oktoba tunatiki.